Kuna watu wengi ambao wamekuwa wakijiuliza kwamba afanye biashara gani ambayo inaweza kukuza mtaji wake, afanye biashara gani ambayo inaweza kubadilisha maisha yake kabisa. Na hili swali limefanya watu wengine kutokufanya biashara kabisa kwa sababu anapojiuliza sana juu ya anzie wapi, asipojiuliza hili swali vizuri, anaingia kwenye biashara ambayo sio sahihi kwake. Kitu cha kwanza, siku zote ni lazima umize kichwa juu ya aina ya wateja ambao wa utawalenga na wateja wako wanapatikana wapi? Hilo ni jambo la msingi sana. Wanahitaji kitu gani? Kwa wakati unafikiria biashara ya kufanya, biashara nzuri ambayo unaweza kaifanya ni ile biashara ambayo una wateja nayo. Miongoni mwa vitu ambavyo unapaswa kuvizingatia sana unapokuwa unataka kuanzisha biashara ni lazima uwe updated. Kwanza updated ya sehemu ambapo tunaelekea, soko sasa hivi linahitaji kitu gani. Jambo la pili ni lazima utafute channel ya kukuza biashara yako na kupata wateja. ambacho kinafanikisha biashara ambacho kinafanikisha biashara sio kuwa na product nzuri, yani leo unaweza ukaja na best service kwenye soko, unaweza ukaja na best product kwenye soko, lakini hiyo haikugarantii kabisa kwa wewe utakuwa ni mfanya ni mfanyabiashara ambaye ni mzuri, unatengeneza faida nzuri sokoni, kama hauna channel sahihi za kuweza kupata wateja, channel sahihi za kuweza kuongeza mauzo. Kwa hiyo wakati unafikiria biashara gani ya kufanya, au tayari una biashara, wakati unafikiria biashara gani ambayo unapaswa kuyi, una, namna gani ambavyo utakuza biashara yako, ni lazima siku zote uwe unafikiria channel ambayo utaitumia kuweza kukuza biashara yako. Mimi nimehudhuria marathoni ya Moshi. Nenda kwa ajili ya kutengeneza connection, ile network. Nenda pale utakutana na mkurugenzi wa, wa kampuni yote ile ya simu Mtazungumza, mnakuwa mnakimbia pale, ndio utakutana na mbunge, hata waziri, wa mawaziri wanashiriki pale, matajiri ambao unawajua, unaweza kuwa unakimbia tu pale, eh unamwambia waziri eh, bwana eh, changamka changamka, ndio sema ambao unaweza kuzungumza na waziri, afu kauli mbio ukimbia na mbunge wako. Na watu wengi sana hapa tunaga mambo ya connection na watu wakubwa, aya, hatuna connection hapo. Unaweza kukuta hapa mtu mtu anaweza kaja katoka ndani wote, na tukalala mpaka asubuhi, hatuna hatuna connection na mtu kututoa, na tumesingiziwa pale utaenda, mtatembea uta mtapiga stori wakurugenzi wengi hatawanaga nini aanaga nguvu za kutembea sana, ametembea hapa mpaka hapo ameishiwa nguvu, namshika nasema jitahidi bwana, jtaiiutemee lakini nanini una, una lengo lako e, baada hapo mnabadilishana namba unajifanya baada nabdiishana hapo unashida unamsalimia vipi, chov meisha e, lakini sasa usimsumbue sana.